Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo sasa hivi hapa vina make headline huko mtandaoni bwana, ni issue ya Harmonize na mwanadada Sanchoka <muchas> kama ilivyokuwa kwenye zile fununu ambazo zilikuwa zimesambaa huko mitandaoni kwamba Harmonize bwana, yuko katika relationship au yuko kwenye suala zima la kunyapianyapia mahusiano kwa mrembo huyu Sanchoka <muchas> Basi kwa sasa hivi bwana inaonyesha kwamba hilo jambo ni kweli lipo au linaendelea, linaelekea kutokea very soon. Na hii ni kutokana na baadhi ya video ambazo zimesambaa mitandaoni zikiwa zinamwonyesha mrembo huyo Sanchoka akiwa yuko na Harmonize katika moja kati ya sehemu fulani hivi za starehe, ambayo imetulia kabisa, kuna mziki pale wa live eh, ni hoteli hii ambapo Harmonize ameonekana akiwa yuko na Sanchoka, Harmonize yeah. Amempokea Sanchoka, wamekumbatiana mabusu kama yote, na hii bwana, ni moja kwa moja, ni moja kati ya vitu ambavyo vimeonyesha wazi kwamba Harmonize bwana na mrembo huyu, it's official kwamba kuna jambo linaendelea low key. Na hii ni moja kati ya video ambazo zimetrend kweli kweli huko mitandaoni, lakini pia watu wengi sana wameshangaa, lakini wengine hawajashangaa kutokana na kwamba walikuwa wanahisi kabisa hapa, bwana, lazima kuna jambo linaende, linaelekea kutokea kati yao, au tayari lipo low key eh, kati ya Harmonize na Sanchoka na haya yote bwana, yameanzia au yameanza kuonekana mara tu baada ya Harmonize kuachia wimbo wa kidedea na Sanchoka kuwa ndiyo mrembo wa kwanza kabisa kuposti au kuonyesha supporti katika ngoma hiyo ya Konde Boy lakini pia baada ya sapoti hiyo tukaona Harmonize alikuwa yuko na mpenzi ambaye ni yule Miss Molly kutoka South Africa, tayari wakaachana. Kwa hiyo kitendo cha Harmonize kuachana Miss Molly huku Sanchoka yana anasapoti nyimbo ya kidedea, watu wakawa wameishajua kabisa kwamba hapa bwana Harmonize amebadilisha gia hewani. So, hii video ambayo imesambaa mtandaoni bwana, imeonyesha au imekuja kusolidify kugonga muuli kwamba Harmonize sasa hivi na Sanchi Walde ni mtu na mpenzi wake <tipos> so mambo ni mazito kweli kweli. Juma Lokole ameposti akaandika kwamba bwana, leo nawapa ofa, nawaambia kwamba muwe, na ameandika hivyo, Juma Lokole huku akiwa amevujisha hiyo video ya Harmonize na Sanchi Walde na wamebusiana mdomoni. Hebu fikiria bwana, hapa bwana mtu e, kama ni rafiki imekuja na mbusu mdomoni, e, mrembo sanchoka bwana amembusu konde boy mdomoni <laughs> mambo hayo. So peji mbali mbalimbali, bwana zimeisha anza kusambaza hizo habari eh, it's official. Kwa mfano hapa kuna peji ameandika kwamba bwana, penzi jipya Harmonize na Sanchoka, wakaandika kwamba bwana hii ni clip ambayo ina trend sasa hivi huko mitandaoni, Harmonize akiwa na mbusu mdomoni Sanchoka. Je, tutegemee ndoa hapa eh? Hilo ndo swali ambalo sasa hivi hapa wadau wanajiuliza ni kwamba, je, tutegemee ndoa au ni yale yale mambo tu ya wana date miezi kadhaa, baada ya hapo kila mtu anachukua hamsini zake. E, maana tunaona kwamba sasa hivi bwana Sanchoka na Harmonize wanaendana kweli kweli, kwa sababu e, ukiachana na ishu ya rangi kwamba wote ni weusi lakini, tunafahamu kwamba Harmonize, yeye vigezo na masharti ni mwanamke awe na mkalio, na huyu binti yuko nalo na huyu bwana, lakini pia yuko na guu vile vile, sura pia ni nzuri. Sasa basi bora, kitu bora zaidi ni kwamba huyu Sanchi Waldi ni mfupi kwa Harmonize. Kama unavyoelewa kwamba mwanaume ukiwa mfupi basi unatarajia upate mwanamke ambaye kidogo ni mfupi kwako, yani umemzidi kimo. Sasa hapa Sanchi amevaa high heels ndo kidogo anaanza kulingana na Harmonize, kwa hiyo ni bidada ambaye ni mfupi. So kwa kifupi tunaweza kusema kwamba wanaendana, tofauti kidogo na warembo wengine ambao Harmonize alishakuwa katika mahusiano nao, wengi walikuwa ni warefu kuliko yeye. Sasa hapa hapa kuna page nyingine hapa, umekuja umeandika kwamba bwana e, mimi nilijua tu eh, kwamba ile challenge si bure, lazima kuna kitu kilikuwa kinaendelea kati yao. Wakaandika hapa chini kwamba bwana, hii ni baada ya video kusambaa, akiwa anaonekana Harmonize akiwa yuko na binti anayefahamika kwa jina la Sanchi, ambaye alionekana pia akiwa anafanya challenge ya wimbo mpya kabisa wa Harmonize ambao unakwenda kwa jina la Kidedea. Uh, wakaendelea hapo, wakaandika kwamba imekuwa kama vile ni fumbo kwake maana, uh, kwake yeye hajamtambulisha, lakini ishara zimekuwa ni chanzo cha watu kupata majibu yao, kwamba hapa mapenzi yapo hey, Peji nyingine hii hapa wamekuja na nyinyi pia wameripoti, wameandika kwamba bwana, hamna siri tena, Harmonize penzini na mrembo Sanchi. Alafu hapa chini wakaandika kwamba bwana, kwa sasa penzi la msanii Harmonize na mrembo Sanchi sio siri tena. Hii ni baada ya wawili hao kuonekana wakiwa pamoja eh, wakipeana mahaba. Mpaka sasa hivi ni kwamba Harmonize tu ndiye aliyethibitisha eh, kuwa wawili hao wapo kwenye mahusiano. Je, ahadi ya Harmonize kufunga ndoa hivi karibuni, biharusi ndo huyu Watu wanauliza huko mtandaoni. Peji nyingine hii hapa wamekuja wameripoti the same thing, wakiwa wameandika kwamba waswahili husema kwamba penzi ni kikohozi, kulificha uliwezi. Ndivyo inavyoonekana kwa Konde Boy Harmonize na mpenzi wake mpya kabisa Sanchi World, ambao sasa hivi wamekuwa wameamua kujiachia hadharani katika maeneo mbalimbali, wakiwa wanakula bata pamoja. Uh, video nyingine hii hapa msikombe bwana. Hii ni moja kati ya video ikiwa inaonyesha msanii Harmonize akiwa yuko na mrembo Sanchi World wakifanya mambo hadharani na uh, wakajikuta wakiwa kwenye kamera za Waswahili uh, au za walimwengu. Inaonekana e kuwa kwa sasa hivi wawili hawa bwana ni mtu na mpenzi wake, jambo ambalo uh, penzi lao haliko hal, halikuwa hadharani hapo awali, lakini sasa hivi uh, baada ya kujificha ficha, wameamua waweke mambo bayana. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Peji ni nyingi kama nilivyokuambia, ambazo zimeripoti kuhusiana na swala la Harmonize kuingia katika mahusiano na mrembo Sanchi Woldi, e, lakini pia vile vile comment pia zimejitokeza nyingi sana e, watu mbalimbali wakiwa wamekuja kulizungumzia swala hilo e, kuna mtu hapa amesema kwamba bwana, uzuri wote e, uzuri ni kwamba wote hawa ni wafupi mashallah. Huyo ni mdau amekuja kucomment hapo, anasema kwamba hawa wote ni wafupi, kwa hiyo wameendana mashallah. E, mdau mwingine huyu hapa amekuja ameandika kwamba bwana Hamo ataweza, atamweza kweli huyo dada au anapenda kujipa pressure? Na kuna mtu mwingine anasema kwamba bwana Harmonize kweli anapenda mikalio, Harmonize atakuja kudon, atakuja kudondoka e, bila yeye mwenyewe kuamini kwamba nini kimemkuta. So ni maoni yao ya wadau mbalimbali. Ukiwa kama mdau na wewe pia, tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kuliplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.